Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika tv ya Bukerebe, Bukerebe TV. Karibu katika kipindi cha kujifunza maandiko matakatifu. Mwenyezimungu Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako leo kwa moyo uliotulia na unyenyekevu. Tunaomba uwepo wako uongoze darasa hili, utufundishe kwa hekima na uelewa wa neno lako tufungue akili zetu ili tuweze kuelewa visa vya Waisraeli na imani yao kwa Yeye. Tusaidie kufasiri somo hili katika maisha yetu ya kila siku, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Ni lesoni ya Alhamisi Oktoba 23, 2025, na ambapo somaji wa Biblia kwa mpango ni Yoshua sura ya tatu. Somo letu linasema uchaguzi bora wa pili fungu letu linatoa kitabu cha Kutoka sura ya 17 mstari wa saba hadi ule mstari wa kumi na tatu na Yoshua sura ya sita mstari wa kumi na tano hadi ule mstari wa ishirini. Hapa tutachunguza mambo ambayo yanaonekana kuwa yanafanana katika visa viwili vya vita. Mara ya kwanza Waisraeli walipigana baada ya kutoka Misri irekodiwa katika Kutoka sura ya 17, ambapo walijitetea dhidi ya Waamaleki. Waisraeli walikuwa wameshuhudia nguvu ya Mungu katika kuwaadhibu wa Misri na kuwaletea uhuru. Hata hivyo muda si mrefu baada ya ukombozi, walianza kunung'unika njiani na kuhoji uwepo wa Mungu kati yao. Ni wakati huu wa mareki waliposhambulia, na tukio hili ilikuwa jaribio la imani yao. Mungu aliwaruhusu shambulio hili ili kuwapima na kuwafundisha kumtegemea yeye kikamilifu bila mashariti. Tofauti kubwa kati ya vita hivi viwili ni mpangilio wa muktadha. Katika vita vya Waamaleki kulikuwa na kujilinda kwa Waisraeli, tukio lilotokea ghafla kushinda kulitegemea nguvu ya Mungu moja kwa moja mwingine. Kwa upande mwingine, kuanguka kwa kuta za Yeriko katika kitabu cha Yoshua ilikuwa ni sehemu ya mpango wa Mungu wa kutetea na kutwaa nchi ya ahadi. Waisraeli walihusishwa moja kwa moja katika vitendo vya kila siku, walitembea siku saba kuzunguka kuta wakipiga tarumbeta na kumshukuru Mungu. Ushindi hapo ulitokea kutokana na mchanganyiko wa imani, ushirikiano na pamoja na kutii maagizo ya Mungu. Somo hili linaonyesha wazi kwamba Mungu hawezi kufanikisha mpango wake bila kushirikisha watu wake. Waisraeli walihusishwa katika mapambano, wakapewa nafasi ya kuchagua kumtegemea Mungu au kutokuamini ahadi zake. Matokeo ya kila vita yalitegemea ya imani na utii wao. Hii ni funzo muhimu kwa maisha yetu. Matokeo ya kila jambo tunalofanya na tegemea uamuzi wetu wa kumtegemea Mungu kikamilifu, ushiriki wetu katika mpango wa Mungu na maana, na changamoto au mitihani hutumika kutufundisha kuwa imara kiimani. Aidha, somo hili linafundisha kwamba changamoto na upinzani si ishara ya kutokuwa wa Mungu ama kutokuwa kwa Mungu, bali ni fursa ya kujifunza kumtegemea yeye kila jaribio la Waisraeli kutoka kushambuliwa na Waamaleki hadi kushiriki katika kupigana kwa Yeriko ilimaanisha imani yao. Watu waligundua kuwa matokeo si tu kwa nguvu zao, bali pia kwa imani yao na kutii maagizo ya Mungu. Kwa maana mengine, Mungu anataka tumtegemee kikamilifu, tukijua kuwa yeye ndiye mlinzi na msaidizi wetu. Mwisho wa somo hili inafundisha kuwa imani na ushirikiano wa mpango wa Mungu ni jambo la lazima, ushiriki wetu katika matokeo makubwa Kuanzia mapambano ya kihistoria hadi changamoto za kila siku, unatusaidia kuwa waumini thabiti na wenye kumtegemea Mungu bila masharti. Hii ndiyo uchaguzi bora wa kuchagua kumtegemea Mungu kamilifu na kushirikishwa katika mpango wake wa ajabu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa mafundisho ya leo. Tunaomba utuonyeshe njia ya kuwa na imani isiyo na masharti, kama Waisraeli walivyohusishwa na mpango wako. Tusaidie kumtegemea kila wakati hata pale changamoto zinapojitokeza, tufungue mioyo yetu kwa msaada wako na utulize shaka zetu. Katika jina la Yesu tunaomba, amina.